Historia ya kabila la Wangoni. Tanzania ni nchi inayopatikana mashariki mwa Afrika, ni nchi pekee yenye mlima mrefu na mkubwa kwa nafasi ya pili kwa urefu duniani, na ni wa kwanza Afrika kwa ujumla, kwa kilele cha juu, inafikia urefu wa mita 5,895 juu ya usawa wa bahari. Si hayo tu, Tanzania inasifika pia kwa kuwa na vivutio vingi vya utalii katika maeneo tofauti. Vivutio hivyo ni pamoja na mbuga za wanyama ambazo ni kubwa kwa utalii wa Tanzania. Mbuga hizo ni pamoja na Mikumi, Serengeti, Ngorongoro na Manyara, ambazo zina wanyama wenye sifa tofauti. Mbali na hayo, Tanzania ina makabila takriban mia moja ishirini ambayo yanapatikana ndani ya nchi. Na makabila hayo yana sifa mbalimbali na mchango katika jamii hasa katika upande wa vyanzo vya sheria Tanzania ikiwemo katika kuamua kesi ya kikabila kwa kuchukua sheria za makabila kwa kuwachagua wazee wenye kuielewa jamii hasa ya kabila lao, sheria hiyo inajulikana kama sheria ya kimila. Na leo tuangalie historia ya kabila la Wangoni, ni kabila lililoenea kusini mwa Tanzania mkoani Ruvuma maarufu Songea, na wengi mnafahamu wilaya kuliko mkoa nikurudishe nyuma kidogo katika karne ya kumi na tisa ambapo kabila hili la Wangoni lilihama kutoka nchini kwao na kufika kusini mwa Tanzania. Hii ni baada ya eneo lao kuingiliwa na Wadachi na baadaye ujio wa Uingereza kutokana na maslahi binafsi ya wa wageni waliofika Afrika Kusini. Wadachi na Waingereza ambao walisababisha migogoro mikubwa kwa Afrika Kusini ili athiri sana jamii za Kiafrika na Wangoni wakiwemo. Migogoro hiyo ilisababisha kuwepo kwa vita vya Mfekene mnamo mwaka elfu moja na mia nane na kusababisha baadhi ya koo kubwa za Kingoni kuhama katika Afrika Mashariki ya Kati. Fahamike kuwa kabila la Wangoni kabla ya kuwa Wangoni iliitwa Wanguni. Kutokana na maeneo waliofika, utambulisho wao kwa wenyeji kuwa wao ni kabila la Wanguni, waliliathiri kwa matamshi ya eneo lile kwa kuita Wangoni badala ya Wanguni, na hapa tunapata Wangoni ambapo walitawanyika maeneo mbalimbali ya Afrika ya Kati na kuenea hasa maeneo ya Mashariki kusini mwa Tanzania. Wangoni waliamua kuhama kutafuta mahali penye usalama baada ya kuwacha vita kule walipotoka. Kwa kawaida, mgeni kupata mahali ambapo kuna wenyeji inakuwa ngumu kuzoea mazingira na ndivyo ilivyokuwa kwa Wangoni kupata changamoto hiyo. Vilevile vile maeneo mengine walioendea hayakuwa salama kwa upande wao, kwani walikatiza kwenye mapoli makubwa, hivyo kulikuwa na uwezekano kukutana na wanyama wakali. Lakini wageni hawa walipofika kusini mwa Tanzania mkoani Ruvuma, wao ndio wanaonekana zaidi kulishika eneo hilo kuliko wazawa wenye mji huo. Lakini pia ukichimba ndani zaidi, kuna makabila zaidi ya matano yanayopatikana mkoani hapo. Makabila hayo ni Wamatengo, Wanende ule, Wanyasa, Wakisi, Wampoto na Wayao na hawa ndio wenyeji wa mkoa huo kabla ya ujio wa Wangoni. Wangoni wanasifika hasa katika kuzicheza vizuri zile ngoma zao za asili ambazo zinahusisha vikundi vya watu ambao hucheza kwa miondoko ya taratibu kwa kucheza bila kutoa jasho ambayo inajulikana kama mganda. Ngoma hii ni maarufu sana hata kutumika katika matamasha mbalimbali ya kitaifa, na ngoma nyingine kama Rizombe ambayo inasifika sana kwa kukatika viuno na wakicheza kwa ufanisi mkubwa sana. Wangoni utawajua kwa majina yao, kwani majina yao asilimia kubwa yanafahamika kama majina ya wa wanyama, majina kama vile Mapunda, Mbawala, Komba, Nyoni, Ngonyani, Tembo, Nungulu na mengine mengi. Karibu Tanzania, karibu Songea huyo, ujionee vivutio vingi vya nchi ya Tanzania. Ulikuwa nami Juliet Innocent kwenye makala hii, hadi wakati mwingine. Asante na kwaheri.